Tunaishi kwenye maisha ambayo ni rahisi sana kuona watu wengine wana perform vizuri kuliko wewe, ikiwa ni mtu ambaye unapenda unasema Mwenyezimungu anachukia kufananisha vitu, akafafanua kwamba Mwenyezimungu ameumba vitu vingi tofauti kuonyesha ukubwa wake na uwezo wake ambao ni waajabu hawa, ni ya kawaida sana. Tazama hapo ulipo, mko watu wangapi? Kama mko kumi, kama mko darasani, mko thelathini, mko hata kama watu watatu, wangapi na uliowaona kwenye TV na watu wote uliowaona tangu umezaliwa, watu gani umeona wawili wanafanana sana? Au mara ya mwisho lini umeona watu wanafanana sana na sio ndugu? Unaona, swala gumu sana. Ingia kwenye daladala, kuna watu ishirini thelathini, nitafutie watu wawili wanaofanana kwenye hiyo daladala. Ukishuka ukienda kwenye daladala nyingine, chukua nani anafanana kwa mtu yeyote kwenye daladala uliopanda mwanzo. Leo umetembea paka jioni, na watu wote uliowaona kwenye TV nenda uwanja wa Taifa kwenye mechi wa watu wamejaa, tafuta watu wawili wanaofanana. Lakini kwani uso wa mwanadamu ukoje? Mbona una vitu vitano tu, macho, pua, mdomo, vitano hivyo, moja, mbili, tatu, nne, vinne na masikio, basi tuongezee hivyo vitano, si ndio? Hii ndio komponenti ya uso. Ni kwamba vitu vichache vikiwa vichache, maana yake ukitaka kutengeneza watu kumi, ni rahisi sana kutoa watu wanafanana, kwa sababu pozisheni ya kila kitu kiko palepale. Mtu ange, yani mwanadamu angepewa kazi ya kumuumba, yani mwanadamu mwingine Ha, ili watofautiane yani lazima kuna mtu ili jicho ingebidi liweke juu lingine liweke chini ili wawe tofauti, au ili aligeuze hivi lingine ikae hivi, kwamba ili wawe tofauti. Lakini sheria iwe kwamba weka vitu sawa sawa, eyebrows macho yake hapa sawa sawa, pua ikae hapa hapa ya vile vile, na mdomo wake hapa hapa, alafu watofautiane, unda watumia. Unaanza kunielewa? Ni maajabu makubwa sana kwa hiyo wote tunaweza tukawa tofauti sana. Leo nataka nizungumzie how to be good at anything in life unawezaje kuwa bora kwenye kitu chochote katika maisha bila kujilinganisha na watu wengine? Unawezaje kuwa bora kwenye kitu chochote kile? Kuna nafasi ya kila mtu kujiboresha na kuwa bora zaidi. Karibu tumerejea, hii ni Success Path Network, mimi naitwa Ezden Jumanne. Karibu sana popote pale unapotokea. Siku hizi napenda sana nisikie mtu anatazama kutoka wapi, niandikie chini kwenye comment section, eh, wale nakusikiliza kutoka Gambosh sijui ndo wapi uko huko, wapo watu wanapajua kama upo gambo. Na popote pale ulipo, bwana Flan, unaona nini? Unasikia nini? Sawa. Sasa the question is how to be better in that. Nimeamua kuwa videographer. I'll do videos by means of shooting, labda in editing Graphics a little bit, how to be good on that one. Na kingine chochote kile, nimeamua kuwa mkulima, mfanya biashara, sijui nini nini, chochote kile, umeamua kuoa, kuolewa, kuwa mume bora, kuwa mke bora pia. Sindiyo? So how to be good at anything. Point ya kwanza ambayo unatakiwa usisahau: Master the art of repetition. Jitahidi sana uwe bingwa wa ule utaratibu wa kurudia jambo, yani usifanye kitu mara moja wanaambia watu wata, hata kwenye Success Path Network usiangalie video zetu kama unaangalia video za ucheshi, kwa sababu watu wengi wanaweza kaangalia hii video, kwa mfano kesho, akiona ukishakuta, anasema ah, hii nilishaiona, lakini aliangalia tu mara moja, za ile imalize afaka comment ah, bro video kali sana hiyo. Hii sio video ya kuniambia video kali, hii ni video nitaki kukubadilisha, hii ni video nitaki ufikirie mustakabali wa maisha yako, kwamba this is about your life. Mimi natumia muda wangu ili kufanya watu wabadilike, wawe bora zaidi. So, usiniambie hii video kali. Kali maana yake nini? Nataka uniambie video kali, unipe ushuhuda kwamba hii video kali imenifanya kadha kadha kadha, nilikuwa kadha kadha, sikuizi niko kadha kadha kadha, bro, na kushukuru sana mimi, nitafurahi sana na utanipa morali ya kuendelea mbele zaidi, sawa. Kwa hiyo ukimaster the art of repetition, maana yake ukiwa ni mtu wa kurudia au fanyi mara moja, ndio unaposikia wanakwambia kwamba experience is the best teacher, kwamba uzoefu ndio mwalimu mkuu. Yaani mtu anayefanya mara nyingi lazima atakuwa atamaster ujuzi zaidi. Kuna nukuu nyingine inasema kwamba the secret lies in repetition, kwamba siri ipo kwenye marudio, kwamba unavyorudia rudia vile ndivyo ambavyo unaweza ukapata uka, uka, uka, uka hiyo siri ya mafanikio yenyewe hasa. Na pia kuna nukuu nyingine inasema kwamba greatness is built in repetition, kwamba ubora au ukubwa mara nyingi unajengwa kupitia marudio. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unafanya kitu mara moja, unahamia kwenye kitu kingine, utacheza kwenye mchezo maisha yako yote. Utakuwa unapata tu unaweza tu hela ya kula tu yani una kwa nini kwa sababu unafanya hiki unaacha unafanya hiki unaacha unafanya hiki unaacha haufanyi kitu kimoja kwa muda mrefu ukifanya kitu kimoja kwa muda mrefu you become a master think of presenting mi nimepresent kwa miaka mingapi Fikiria kama ningefanya tu mara moja fu nikaacha, Lakini nafanya kila siku ndo naweza nikaandaa topic kwa dakika tano saba nikiandaa nikija kuipresent mtu atajua nimeandaa hii topic mwaka mzima au nikuwa naifanya mwaka mzima lakini kwa nini kuna tips and tricks hapa na pale ambazo zipo tu, yani kuna vitu vinakuwepo tu, inakuwa kama utamaduni wako wa kawaida. So one master the art of repetition, two it's the journey not the destination. Hey, ni safari sio kituo cha mwisho kule tunakoelekea, it's it's the process. It's the process not the result. Kwa hiyo ujifunzi sana kuifurahia safari. Kwa nini? Kwa sababu katikati ya safari hu mtu nakupita humu ni kwamba mtu anajengeka, anakuwa mkubwa zaidi, anajua vitu vingi, anajua kufeli, anajua, anajua kuanguka na kuinuka, anajua kutatua matatizo, matokeo yako mwisho sasa, sindio? Kwa hiyo it's the journey not the destination, huku mwishoni huku ukifika, mtu utamwona tu ameshafika pale. Ndio maana watu wengi wanasema tu, ah, natamani kuwa kama mtu fulani. Hapana <laughs> unajua alichopitia mpaka akafika hapo, tamani hicho au tafuta hicho ukipitie pia kwa sababu vinginevyo utaishia kujenga nyumba kwenye lami. Unatarajia ghorofa zuri, na mimi nataka nijenge, unaanza unaita fundi, mnaanza kujenga kwenye lami, mnainua ghorofa hili, itaanguka. msingi ndio kila kitu. Kwa hiyo ni muhimu sana sana sana sana, kwa sababu real growth is happening in the process. Ukuaji wa kweli kabisa unatokea kwenye process ya kufanya kile. Ile mtu anaamka asubuhi, anaenda kazini, anafanya hiki, anafanya kile, hivi ndio vinamtengeneza baadaye, ndio unakuja kumwona mtu ana mafanikio wewe umeona tu leo na mafanikio unatamani na mafanikio una, una, unafikiria unataka utokee hapa, hauwezi. Kwa sababu real growth is happening in the process, so it's the journey not the destination. Ni safari, penda kuiishi safari yenyewe kui, kwa hiyo ni maisha yenyewe, sio mwisho unapoelekea, kwa sababu safari ndio itatabiri mwisho utakuwaje. Tukomee hapo. Jambo la tatu ambalo linaweza kukufanya ukawa ukawa ukawa bora kwenye kitu chochote kwenye maisha, onesha njaa kama mtu anayeanza. Kitu chochote. Kitu chochote. Sasa kuna watu wakifanya kitu fulani, wakifanikiwa kidogo, wanaanza ku ignore sheria nyingi, vitu vingi, wanaanza kupuuzia vitu vingi, ukianza kuleta hizi tu inamaana una, unaanza kurudi chini taratibu lakini uki, nikisema onyesha njaa kama unaanza yani kama kama hujawahi kuwa chief chochote yani yani unafanya kama vile hamna kitu chochote yani, hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kufanya siku zote ili nini uweze kuwa bora kwenye kitu chochote ambacho wewe unataka kufanya. Point ya nne teach others what you know. Wafundishe watu wengine kile unachokijua jamani, yasikiza nikwambie, kuna vitu viwili, pesa na ujuzi au pesa na elimu. Vitu hivi viwili tunaweza tukavispend vyote, tunaweza tukavitumia lakini tunapovitumia vitu hivi viwili kuna kimoja kinaisha, kuna kimoja ukikitumia kinarudi mara mbili au kinakurudishia mara mbili. Ukitoa pesa imeisha. Ulikuwa na 10000 ukitoa, umetoa 10000 hauna 10000 nyingine. Sawa. Lakini ukiwa na elimu ukimfundisha mtu, the teacher always understands better than the person who is who is being taught. Mwalimu siku zote huwa anaelewa zaidi kuliko yule anayefundishwa. Kila unapofundisha unajikuta kwamba wewe unakuwa bora zaidi kwenye somo hilo. Kila unapofundisha kila unapofundisha. Kwao unataka kuwa bora kwenye kitu fulani, umekwisha kielewa kiasi fulani, anza kuwafundisha watu wengine. Ukianza kuwafundisha watu wengine, I'm telling you utashangaa. Yaani unaweza ukakaa hata muda mrefu siku ukiamua kufanya. Unashangaa vitu vinakuja tu yenyewe. Unataka kufanya kitu fulani kinakuja haraka. Lakini ukiwa tu umejifunza unajua mwenyewe. Kuna sehemu utafika unakwama na ndiyo unaweza kugoogle, sijui unaweza kutafuta sijui nini. Lakini kwa sababu ukiwa unafundisha kila siku, vinakaa tu hapa. Yaani tap tap ukigusa tu vitu vipo. Kwa sababu unavifundisha kila siku, kwao vile vitu vinakaa pale tayari. Sawa? So, unaposhea unachokijua mara nyingi uh, kina sharpen zaidi your understanding, kina kina kina kina noa ule uelewa wako zaidi yani wewe unakuwa na uelewa wa juu zaidi, na unaweza kujua vitu ambavyo mwanzo hata hukuvisoma, mwanzo hujawahi kujifundisha katika hilo. Tuangalie point ya mwisho. In, nini kinaweza kukufanya kingine ukawa bora zaidi kwenye kile ambacho unataka kufanya? Ignore judgment, puuzia maneno ya watu yaani, judgment kama watu wengi wanapenda kuhukumu, wanapenda kusema sema. Nini nataka nikwambie, everyone has opinions, kila mtu anakuwa na maoni kwenye chochote kile. Unajisikia uswahili unasema bwana au uswahili noma. Kwa hiyo maana yake ni nini? usije ukajishtukia kufanya jambo lako kwa sababu eti watu watasema kitu fulani. Unapoteza tu muda wako. Wakati unafikiria kwamba nikifanya fulani atanionaje? hey, yeye mwenyewe anawaza pia wewe unamuonaje? Kila mtu anawaza tu mwenzie anamuonaje. Wewe fanya tu jambo lako, ignore judgment, kwa sababu other people's opinions of you is not your reality, kwamba mawazo ya watu wengine kuhusu wewe sio uhalisia wako. Naomba niishi hapo. Ezden Jumanne right here, Success Path Network, each one teach one. Shukran sana Noel behind the camera and the crew of Success Path Network. Now listen, fuatilia vizuri haya mambo, lakini niandikia hapo chini kitu gani kingine unaona kingefaa ili kuongezea katika somo hili, hili ni somo muhimu na kubwa sana. Bro, eh, naona hiki kimoja tungeweza kuongezea bana hapo kitakuwa vizuri sana, kisaidia watu waende mbele, niandikia hapo chini. Mimi niko tayari tusome na watu wengine tuendelee kujifunza kutoka kwako pia. Ndio wanasema Success Path Network, each one teach one.